Huku haya yakijiri, baadhi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi tayari wameanza kususia matibabu baada ya kusitishwa kwa ufadhili wa serikali ya Marekani. Licha ya baadhi ya serikali za kaunti kujumlisha huduma za HIV, idadi kubwa ya watu wanaoishi na virusi hivyo wameelezea hofu ya unyanyapaa. na kama anavyotuarifu Laura Utieno, haya yanajiri siku mbili baada ya serikali ya Marekani kubaini kuwa imefutilia mbali zaidi ya 80% ya miradi iliyokuwa ikifadhiliwa kupitia shirika la USAID. Taswira katika hospitali ya Lumumba, kaunti ya Kisumu. Katika zahanati hii, tembe za ARV zimetengewa dari maalum. Hatua hii ilifuatia kujumlishwa kwa huduma za HIV ili kupunguza kutegemea ufadhili. Hata hivyo, baadhi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanasema kuwa huduma muhimu hazijazingatiwa. Kidney test and some of them unapata zinachukua 10,000 and above ili ufanyiwe sasa, a normal one hakuna venye ataweza ku afford hiyo. Si mtu anaona tu kifo mbele yake. Vijana ambao wanachangia asilimia kubwa zaidi ya maambukizi mapya ya HIV wakiathirika pakubwa. <laughs> Serikali ya Marekani mapema wiki hii ilibaini kuwa imekatiza kabisa asilimia 83 ya miradi iliyokuwa ikifadhili, japo hakueleza miradi hiyo bayana. Katibu Marco Rubio alisema kuwa miradi iliyosalia itafadhiliwa kwa njia ya uwazi. Watu wanaoishi na virusi humo nchini wakitaka serikali kurejesha kazini wahudumu wa, wa afya wenye uzoefu na miradi ya HIV, kwani sasa wanataabika kutokana na ukosefu wa wahudumu hao waliopigwa kalamu baada ya kibaba cha USAID kuondolewa. Wengi wao hawajakuwa wa trained. Na imagine wanapatiwa mpaka gadgets wa feel ambazo hawa hawaelewi ni nini kinaendelea Unaona, so wanasema you can even feel the wrong thing as long as long, wanasema bora county inataka information back, si tunawapatia tu huku, serikali za kitaifa na zile za kaunti zikiweka mikakati ya kuendeleza huduma za afya.